Kutana na bibi wa miaka sabini anayeendesha maisha yake kwa kuponda kokoto. Huyu ni Elizabeth Mulula, na hapa ni mtaa wa Ilala, manispaa ya Iringa. Hili ni eneo lake la kazi. Kwa zaidi ya miaka ishirini, bibi huyu amekuwa akiendesha maisha yake kwa kuponda kokoto. Kazi boma, ulianza lini? na miaka sitini na ponda kokoto sasa. Hizo na miaka mingapi? mimi sasa hivi naona na miaka sabini. miaka sabini E, naomba tupatie uzoefu wa kazi hii. Wewe unafanyaje? Mimi huwa nanunua mawe, nikinunua mawe na mtaji, mtaji ndo nahangaika na bila mtaji, na kaa kwanza, unaona, mpaka nipate mtaji, mpaka nangojea mpaka miezi miwili, vinapata mtaji, ndio nanunua mawe laki moja eh, ndio naanza kuponda kama hivi. Kweli, mbali na mtaji, changamoto nyingine? Changamoto nyingine, mimi nimepanga tu kachuma mimi nimepanga ka chumba nalipaga elfu sitini. Eh, elfu sitini nikipata nikipata niuzauze hapa ndiyo nalipa elfu sitini. Licha ya umri wake kuwa mkubwa Elizabeth hajuti kufanya kazi hiyo. mimi haya ndiyo mazoezi yangu, yaani naona napata nguvu napofanya hivi, nafanya hivi, naona napata nguvu Hey, nikilala, et, ah, ah, <laughs> Bibi Elizabeth amekuwa mwalimu kwa wasichana wengi. Huyu ni msichana aliyefunzwa na Bibi Elizabeth bibi kwa mara ya kwanza nilipata kokoto kumi na mbili, kwa mara ya pili nikaja tena nikapata kokoto ishirini na nne, kwa mara ya tatu nikawa najiwekeleza na piga mpaka zikafika sabini. Kwa hiyo naomba bibi wamsaidie mtaji, kwa sababu yeye yeah, amepanga kwa hiyo kuna muda mwingi unakuta wanakuja kuchukua kidogo kidogo, na kodi nakitakiwa analipa unakuta, kwa hiyo anashindwa tena hela mtaji nini. Wito wake kwa vijana wa kike na washauri, kwa kweli kabisa, wasigiuze wafanye kazi. Jamani, magonjwa mengi mno eh? wameeneza magonjwa mjini mzima kwa kweli. Mimi naona sipendi, wafanye kazi wapate hela, wapate kula Unaona, wapate kula. Na kweli utaona wamevaa nguo ziko hapa kidogo, wanaonekana hivi hivi, kweli wanaonekana eh, hivi kweli, dunia hii eh? dunia kwa kweli wamechafua, mimi naona wamechafua. Watoto wadogo tunataka kuwafundisha hawataka, eh, ila mimi wajukuu wangu wanaheshima hata hivyo kadri umri wake unavyozidi kwenda, nguvu zinamwishia. Uwezo aliokuwa nao zamani si sawa na sasa hivyo, kuhitaji msaada zaidi, unaweza kumpigia bibi kwa namba 0753780920, na kumtumia chochote ili kisaidie kuendesha maisha yake.